Vipi? Poa. Kama kaa? Safi. Yes. Kwa siku leo naona umepata tuzo mm, hapo. Unaweza ukaniambia kwa uchache tu kwamba tuzo ambayo umeipata kwa siku leo huko mm, upande wako labda uh, imekupa kitu gani katika upande wako wa kuongeza kasi katika uigizaji? Kiukweli imenipa nguvu sana na imenionyesha ni jinsi gani ni jinsi gani uh, kiongozi wetu ana upendo ambaye ni Salim Ahmed, mashallah, ni kiongozi mzuri sana kiukweli, ana appreciate sana yetu, anatutia nguvu kwa. Yani, mimi ni muahidi tu kwa hichi alichonipatia, ni heshima kubwa sana na na appreciate pakubwa sana kusema ule ukweli, na nitazidi kufanya vizuri, sitamwangusha, sitamfanya ajute kunipa tuzo hii. Kwa hiyo yani, nafurahi sana, ameniheshimisha na isitoshe pia, sijawahi kupata tuzo hii hata siku moja. Yani sijawahi kupata tuzo ya hivi ya heshima ya kutumikiwa, mpaka mtu amewaza akatengeneza jina lako akaweka tuzo pale, best actress. My friends, kitu kidogo, najua ni kitu kikubwa. Kwa hiyo sitaki kumvunja moyo, nitafanya vizuri kiasi kwamba mpaka proud na mimi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwine. Kwaona unamaanisha kwamba tuzo hii sio mwisho, yani kuna muendelezo, utapata zingine zaidi? Amin. nyingi sana, mzitegemee tena, sio za Tanzania tu, za nje ya Tanzania. Okay, sawa. um, mimi nataka nifahamu kuhusiana na msanii gani wa nyuma kitambo kabisa, ukiachana uh, na Gabo mm -hmm. ambaye liko nafuatilia, na napenda sana kazi zake. Um, kabla nilikuwa namfuatilia, namfatiliaga sana JB E, ambaye ni pia ni mlezi wangu na yeye ambaye nilizaga naye kufanya naye kazi. Nilikuwa mimi nataka kumfuatilia kipindi kile, kwani toba high uh, school anaitwa Bonge la Bwana. Nilikuwa napenda kumfuatilia Kanumba sana, Mariam Kanumba, nilikuwa nampenda sana jinsi alivyokuwa anafanya kazi zake. Kwa wanaume nilikuwa napenda, kwa wanawake nilikuwa napenda Riyama Ally anavyocheza. Yes, yani wasanii wengi wengi tu nilikuwa nawafuatilia. Yapo. Okay, sawa, nani ambaye alikuvutia zaidi mpaka kufanya naye pia uh, utamani kwa mwigizaji ambaye uh, alinivutia mpaka nikatamani kuwa mwigizaji, mimi kiukweli kuigiza nilikuwa napenda, hamna mtu alosababisha msanii yoyote. Yaani wasanii nawapenda jinsi wanavyofanya, lakini amna msanii ambaye aliyosababisha mpaka mimi ya, katika sanaa. Sanaa mimi nilikuwa naipenda since niko mdogo, ila tu kwa sababu mamangu alikuwa, ana, alikuwa ananisihi kwanza nisome nikishamaliza nikishakuwa na akili timamu ya kujisimamia mwenyewe ndo nitarudi kufanya hiyo. Kwa hiyo kipindi nasoma, mama alikatisha kwanza, baada nishamaliza na nishaanza mambo ya kuajiriwa huko kufanya biashara na nini na vitu kama hivyo, ndio nikarudi sasa mimi mwenyewe. kwa hiyo yani ni kitu tu ambacho Mwenyezi Mungu tayari alikuwa ameshakiweka ndani yangu, ndio maana nikaendelea kukifanya, lakini hakikuwa kwa sababu ya mtu. Okay, sawa, mm. Bararuko nimecheza kama Anabela, jina langu ni Anabela kwenye Bararuko, alafu nimecheza kama house girl wa kwenye hiyo nyumba. Okay, sawa, una ujumbe gani kwa watu ambao wanakufuatilia? Wategemee mambo mazuri, wajue pia Anabela yule ambaye ni kiburi mle ndani, sio kwamba ndo kiburi katika maisha ya kawaida. Pale niko kazini, wategemee vitu vizuri sana. Niko kwa ajili ya kuwaelimisha, kuwaburudisha na kufanya wasijutie kuendelea kutufuatilia kwa endelea kutufuatilia, kuna mambo makubwa sana humu, yani na unyama wa kutosha. Na hivi mepata tuzo aye, yani wakutulia <laughs>